dullani ala amali, hebu nijulishe juu ya kitendo juu ya amali fulani. Idha amiltuhu, nikifanya kitendo hicho. Ahabani Allah, kwanza Allah atanipenda, lakini pili, wa ahabani annas, na watu pia watanipenda. Kitendo gani kifanya nitafikia daraja hiyo? Watu watanipenda, lakini Allah pia atanipenda. Faqala, mtume akasema, izhad fi dunya yuhibbuka Allah, kuwa na zuhudi katika dunia, ipe kinyongo dunia Allah atakupenda, wazhad fi ma fi aidi nnasi yuhibbuka nnas, kuwa na kinyongo na kile ambacho kipo katika mikono ya watu, watu pia watakupenda ukiwa na zuhdi. Na takusema zuhdi ni kuipa kinyongo dunia, na hatuseme kwamba dunia uiache kabisa, la, hapana, hatuna maana hiyo, lakini kwanza utangulize lile lengo kuu Mugumu, mbubu, hapa duniani kwa, le -kwa, le -kwa lengo gani? hilo lengo litangulize, haya mengine dunia yako na mambo yako ya kimaisha yatakuja, lakini kwanza umetanguliza kwanza umetekeleza jambo la muhimu kwako. Kuna vitu ambavyo vinaitwa al-aulawiyat, vile vitu vya mwanzo kabisa ambavyo mtu anatakiwa aanze navyo hapa duniani, vifanye hivyo hizo tafsiri kama tumesema dunia watu wa waiache kabisa

Usiwe mshughuliko tu ya kidunia isiyo kimako ni ki dunia, dunia tu ukawata faragha na ibada huna. Allah anakuambia hapana, tafaragha liibadati ibadati, kuwa na faragha na ibada yangu mwanadamu wewe, tafaragha liibadati ibadati, kuwa na faragha na ibada yangu. Ukifanya hivyo amlau qalbaka ghina, tawjaza moyo wako utajiri. Lengo watu wakaacha ibada wakaacha jambo ili jambo la kwanza la muhimu himayo ikawa ni dunia lengo lao ni kutafuta riski, lengo lao ni kutafuta utajiri. Lakini kumbe Allah anakwambia wewe, ukiwa na faragha na ibada yangu ukawa na himma ni so, eh, na ibada yangu amlau qalbaka, nitaujaza moyo wako ghinan, utajiri tena, waamlau yadaika rizqan, nitaijaza mikono yako riski. Watu wanaacha ibada, watu wanaacha dini ni kwa sababu tu wanaona ni rizki lakini, ukiwa na faragha na ibada Allah atajaza mikono yako rizki. Kisha mtume kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibn adam la taba'ad minni, e wanadamu, sio mbali na mimi. Ya ibn adam la taba'ad minni, e wanadamu, usijiweke mbali na mimi, usiwe mbali na mimi. Amla qalbaka faqran, ukiwa mbali na mimi

la kuna chokipata hakuna hando mwanamume na malipo yake. Hapo umeacha faragha ya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, umeacha jambo lako lile la kwanza la kuombiwa nalo, umeacha ile jambo ambalo ni la muhimu, ambalo tutakuwa kutangulize ukaita ukatendea hima na mwingine ambaye si ya muhimu, hando malipo yake hayo, ndio malipo yake. Hadithi nyingine kwa haraka haraka, kio tuna kio tunamalizia

Wa razaqahu min haithu la yahtasib, Allah atampa riziki kwa namna ambayo mwenyewe hakutaraji. Waman qata'a ila ad-dunya wakalahu Allah ilaiha, Mtume akasema na yule atakayekata mishughuliko yote isipokuwa ni dunia tu. Ibada amekata, dini amekata, ndugu zako waislamu amewakata, hakuna chochote isipokuwa ni dunia

Rasulullahi swalla Allahu alayhi wasallam yakulu hadithi ya Zaid bin Thabit asema nimemsikia Mtume wa rehma na maghfira akisema man kanat dunya hammahu farraka Allahu alayhi amrahu. Ni mambo ya hatari ndugu zangu, si mambo ya kuchukuliwa kiwepesi kiasi hicho. Unaiacha dini, unamwacha mwana wako, hima yako inakuwa ni dunia. Hizi Mtume anasemaje? Man kanat dunya hamahu yule ambaye dunia ndio hima yake. Faraka Allah عليه amra Allah, tafarakanisha mambo yake. Takwa hapo pamoja kwa mambo takwa, yameenda hivyo, Allah mshaya farakanisha mambo yako, simeacha dini, wewe hima yako ikani, iko hima yako ni dunia tu yake. Waja'ala faqrahu bayna 'aynayhi, na Allah tajalia ufukara katikati ya macho yake. Hapo hapo takwa na ufukara wako, kila kitu kiongalia usoni au fukara hey, wa lam yatihi min ad-dunya ila ma kutiba lah, na hakuna ambacho kitamjia katika dunia ila kile ambacho ameandikiwa. Unakimbia asubuhi mpaka jioni, ibaada hakuna. Mola wako umemwacha, himma yako ni dunia, akhera huna habari nayo haba. Lakini kumbe utakachoandikiwa utakachokipata ni kile ambacho umeandikiwa, hakuna kingine, hakuna ziada yote kisha Mtume akasema, wa man kanat al akhiratu niyata, yule ambaye akhira, dunia yake mwingine yapo lakini akhira ya kwanza, ameitanguliza dunia yake, ya kwanza ndio lengo lake la kwanza. Jama Allahu lahu amra, Allah atamkusanyia mambo yake atakaye, pamoja yanaungana pamoja kwa utaratibu mzuri, hakutanganya hakutanganyisha wala hakufarikinisha. Wengi wako wako pamoja, jama Allahu amra wajala ghinahu fi qalbi atat'hu dunya wahiya raghiba, na Allah subhanahu wa ta'ala atajalia utajiri katika moyo wake, hata kama mtamuona ni fukara maskini, lakini moyo wake Allah ndiye utajiri . Laysa lghina bikathrati al'ard walakin alghina ghina alqalb, utajiri si kuwa na mali nyingi, vyo vingi, si kuwa na vitu vingi. Watu wakiangalia tajiri, uso wa tajiri bwana sababu ya Allah akiamua kuchukua anaichukua kwa dakika moja tu. walakin min ghina ghina nafsi, lakini utajiri ni utajiri wa nafsi. Nafsi yako ikae imetajirika, nafsi yako ikae imeridhika, huo ndio utajiri mkubwa. Hata mtu mwenye mfuka, lakini huyu Allah amemtajirisha, ni moyo wake umejaa utajiri. wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah akajaalia utajiri katika moyo wake lakini wa, wa atatku dunia wa hiya raghiba, dunia itamjia mbele yake, tena ikiwi na kila kitu. Watu wanafuata njia ambayo sio, ndio maana mambo yanakuwa magumu. Njia hiyo watu wamewacha, wanakimbilia kule kama ndio upate kitu. Unachoka bure, unaenda mbio, hakuna unachopata ila kile ambacho imeandikiwa. Hakuna kitu ambacho unakipata kuna kafiru, utapata kipi kipi? Zile kile ambacho alama kuandikiwa, utapata leo hiki. Ukiangalia shida hazikuishi, tabu ndio kila siku, lakini riziki ngumu, lakini ibada pia huna, unataabika hapa duniani na akhera pia, unakuwa unataabika zaidi. Hebu dunia ni shida, akhera pia shida, hasa unakwenda kupumzika wapi? wa atatuhu dunya wa hiya raghiba wa man kanat ad-dunya hammuhu ja'ala Allahu faqrahu baina aylay wa farraqa alayhi shamla. Mtume akasema tena, na yule ambaye dunia ndio hima yake, Allah atajalia ufukara kwenye macho yake. Mkimtizama huyu ni tajiri, lakini kwenye macho yake, ah, fukara mtupu kabisa. Hana amani kabisa, huyo hana raha, hana furaha kabisa huyo. Hivi kuna kitu kikubwa kuliko amani? Kuna kitu kikubwa kuli kuliko utulivu wa nafsi? Hakuna. Hana utulivu tena mwanamume huyo ana kila kitu lakini moyo wake haona utulivu hata kidogo. Lakini fukara ala kamtosheleza anakana kama ni fukara lakini moyo wake umeridhika, huu hakuna utajiri kama huo. Kisha Mtume akasema Ali, alayhi salam walam yatihi min ad-dunya illa ma quddira lahu rawahu Ibn Majah bi isnadin sahih. Na hakuna kitakachomjia katika dunia

ndio kukara hata niambia lakini hanikiwi ile hapati ile kile ambacho Allah Subhanahu wa ta'ala amemkadiria ame, ame, ame. Kwa hivyo leo nitakwamia hapa, nitakwamia hapa niruhusu maswali, kwa sababu tangia tumeanza darasa letu hii, atakuwa kuweka dakika chache kata kalao ni tatu kwa ajili ya maswali. Kama kuna maswali pengine yapo, tunaweza kuuliza.